Kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa e, mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Mtwara Mikindani na wananchi wote wa manispaa Mikindani, ninayo heshima kubwa kwanza e, kumshukuru mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan e, kwa kusikia kilio cha wana Mtwara hasa wana Mikindani na leo hii hatimaye kupitia ofisi ya waziri mkuu tumeweza kufikiwa na msaada huu mkubwa ambao umetokana na yale maafa ambao wananchi wetu waliyapata, na wananchi waliathirika kwa kiasi kikubwa bila na mafuriko, wamepoteza mali zao, wamepoteza chakula, wamepoteza eh, kila kitu wakati ule mafuriko. Vyakula eh, ambavyo umeleta na, na mahitaji mengine ambayo umeyaleta yatakuwa msaada mkubwa, anaweza kwenda kutumalizia kabisa eh, tatizo ambalo lilitukabili au ile shida ambayo eh, tulikuwa nayo, na kama litatokea tena, naamini kabisa msaada ambao tumeupokea leo kwa kiasi kikubwa utaweza kutusaidia kujikimu, bila kwa, kuanza kusumbua tena eh, watu wengine. Tunaamini eh, kwamba itatosheleza watu wote walioathirika na pengine hata tukawaangalia na wale ambao wenye changamoto mbalimbali eh, katika maeneo yetu. Kwa hiyo asanteni sana eh, tunashukuru kwa mara nyingine tena.